Uchumi. Shirika la maendeleo ya petroli nchini TPDC limesema lina uwezo wa kutosha kuanza miradi ya kitafiti ikiwa ni pamoja na kukusanya takwimu za kitaalam kwenye maeneo mbalimbali nchini zenye taarifa kilichopo chini ya ardhi na kukusanya data mtetemo katika vitalu vilivyopo kina kirefu cha bahari. Shirika hilo limesema lina wataalamu wa kutosha kufanya shughuli hizo ambazo tayari nyingine zimekwisha anza kutekelezwa kwenye maeneo ya ziwa Tanganyika, Eyasi, Wembere na Mandawa iliyoko mkoani Lindi. Lini Ani Mtono ndio mwenye undani wa taarifa hii. Shirika hili linaeleza haya wakati ambapo kuna wasiwasi wa kutokuwepo kwa wataalamu wa kutosha kwenye eneo la uchimbaji wa gesi na mafuta, hali inayosababisha wengi kuwazimwa kutoka nje. Lakini wakati ambapo shirika hili linabainisha kuwa asilimia sabini ya umeme hivi sasa nchini unatokana na gesi asilia, linawajibika pia kuandaa wataalamu wake, ili kuhakikisha miradi hiyo mikubwa na yenye manufaa kwa taifa inamilikiwa na wazawa, kwamba hizi kampuni wameziwekea limiti kwamba kama hazitaweza kununua bidhaa na huduma zingine Tanzania basi ziingie ubia na Watanzania. E, kama wanaweka tenda ya kusupply pipes, basi kampuni ya Mtanzania naye iwepo. Kama wanajenga pipe kutoka Ubungo kwenda Mikocheni, na Watanzania wa washirikishwe, kwa sababu at the end of the day sasa kuna kuwa na ile transfer of technology, kwamba zile kampuni zikiondoka na sisi tumebawa tumepata tume, tume utaalamu kwamba tunaweza sasa tukajibeba sisi wenyewe na kazi kama hizo. Uzalishaji wa gesi asilia hivi sasa umezidi mahitaji yaliyopo hivyokuwa na gesi ya ziada takribani futi milioni94 na, na kinachoendelea sasa ni kutekelezwa kwa miradi ya kusambaza gesi kwa matumizi ya nyumbani na magari ambapo kwa Dar es Salaam mradi huo unalenga kufikia kaya thelathini na magari elfu nane. Ya kwa es Salaam, na tunaendelea kule Mtwara na Rindi, na hiyo sasa tunajaribu kuweka distribution network kwamba mabomba tunasambaza, mabomba Dar es Salaam ili gesi sasa iwafikie wananchi majumbani kwao pamoja na viwandani. Kwa tayari hilo zoezi limeshaanza. TPDC na wataka wakazi wa vijiji vinavyopitiwa na bomba la gesi toka Mtwara hadi Dar es Salaam kuendelea kutunza miundombinu yake kutokana na faida kubwa ya rasilimali hiyo kwa uchumi wao na taifa. Lilian Mtono, Star TV.